Hello friends karibuni tena naitwa Dr. Nature. Leo ni siku ya nne ya challenge yetu ya No Fap 30 Day Challenge na kazi yako ni kuhakikisha kwamba unapambana na tabia chafu ya kujichua uh, masturbation, na mimi kazi yangu ni kutengeneza video moja kila siku kuhakikisha kwamba nakuelimisha kuhusiana na madhara na namna ya kuacha na jinsi ya kujitibu sasa leo nataka tuzungumze madhara ya kujichua kwenye mfumo wa fahamu kwa wanawake Madhara ya kujichua, madhara ya masturbation kwenye mfumo wa fahamu kwa wanawake. Leo nipo na wanawake tu. Mfumo wa fahamu ndio mfumo ambao unakufanya unakuwa aware na mazingira yako, yani nikikushika hivi, uh, uweze kusikia kwamba hapa nimeshikwa, ukiumia, uweze kusikia maumivu umeumia, ukiona kitu, uweze kugundua kwamba hicho ni kitu gani. Ni mfumo wa fahamu unapeleka taarifa za mwanga. Sasa mfumo wa fahamu uko sehemu mbalimbali, ikiwemo sehemu sasa mfumo wa uzazi yaani kwenye kiungo cha uzazi uke, okay. Sasa ukeni, okay e, mfumo wafahamu wa pamoja na zile kazi zingine za kufanya kwamba ujisikie maumivu au ujisikie namna gani. Nataka nizungumzie leo specific kwenye kipengele cha ngono. Kitendo cha ngono kinakuwa kina sehemu mbili kubwa. Kuna sehemu ya mgusano au msuguano ambao unakuja kupeleka taarifa kwenye ubongo kwamba e, kuweka e, kwamba mwili utengeneze mazingira kwa ajili ya tendo la ndoa kufanyika, ndio unaweza ukasababisha maandalizi na vitu kama hivyo, na kipengele hicho kinakwenda mbali zaidi, hata wakati tunafanya sasa, ili uweze kupata ile radha, usikie ule utamu wa tendo la ndoa lenyewe. Halafu kuna kipengele sasa, umeshafika kileleni, uweze kumwaga. Hii mfumo wa fahamu inakuwa na threshold ya kupokea vile stimuli, yaani ukiguswa eh, kuna kiwango fulani cha mguso ukiguswa ina, kinakuwa kinabeba taarifa ya kutosha kwenye ubongo kwamba hapa nimeguswa. Kwa hiyo unaweza ukaguswa kwa kiwango fulani ambacho kiko very light kiasi kwamba ubongo unakuwa bado haujafikia kile kiwango cha kusikia ule msisimko. Kwa hiyo ni kama hivyo pia ukeni, kwamba kuna kuna aina fulani ya mguso au ya msuguano ambayo unakuwa umejizoeza au inakuwa imekuwa set kama threshold kwamba ikifikia huo mguso au ikifikia huo msuguano inakuwa imetosha kubeba taarifa kwenda kwenye ubongo kwamba unaandaliwa kwa ajili ya tendo la ndoa au unafanya tendo la ndoa. Kwa hiyo unapata zile stimuli, au unapata ile ile hisia au ile utamu wa kutosha kwamba kuna kitu kinaendelea. Sasa unapokuwa unajichua, maana siku hizi eh, watu mmeenda mbali zaidi. Watu siku hizi hawatumii matango wala watumii eh, makaroti. Siku hizi wanatumia sex toys um, ambazo vinafanya stimulation na zingine za umeme. Kwa hiyo yani ni mambo ya ajabu sana, siwezi anafanyika ambapo sasa hivi vitu vina vina vinaleta stimulation kubwa. Kwa hiyo unapokuwa una, unafanya hii misimko au unapokuwa unafanya ya kujichua eh, kuna unachua, unajichua, unajichua unakuwa kama vile unazoeza zile neva zisiweze kupata hisia zinazotakiwa kwa mazingira ya kawaida. Kwa hiyo ni kama vile unajitengenezea ulimwengu wako ambao ni perfect kwa kutumia hivyo vifaa au hivyo vidude ambavyo wanavifanya kwa ajili ya kujisisimua. Kwa hiyo, matokeo yake ni kwamba unakuwa unajitengenezea mazingira magumu sana kiasi kwamba ukikutana na mwanaume, yaani kwako kwa inakuwa ni kama vile amna kitu chochote anafanya. Na matokeo yake sasa, inakuwa ni kwamba unakuwa hauridhiki na hicho ndio kitu ambacho kimoja wapo kinachopelekea uh, wadada wengi siku hizi wanakuwa unakuta ni mdada mkubwa kabisa amekuwa, lakini hataki kuolewa. Anataka tu kuwa na mtoto lakini hataki kuolewa. Sasa, so, unajiuliza huko ndani kuna nini? Of course kuna mambo mengine ya kijamii yanaendelea, lakini kuna hilo swala la kujichua ambalo limekuwa limekithiri sana, na wengi wanakuwa hawaoni haja kabisa ya kuwa na mwanaume kwa sababu mwanaume hawezi kumridhisha, ameweza kujistimulate yeye mwenyewe. Kwa hiyo anataka tu awe na mtoto basi eh, yaani hataki kabisa mambo ya kuwa na mwanaume kwa sababu anajua hatoridhika kabisa. Na kesi moja ya mwanamke mmoja ambaye tunaendelea naye na matibabu, of course yeye alianza wakati uh, ameolewa tayari, yaani ya alikuwa ameolewa na kipindi fulani mume wake akasafiri kama miezi mitatu hivi. Hasa katika hicho kipindi ambacho amesafiri, akawa anapata hisia kali sana, na kwa sababu ili kutunza usafi wa ndoa yake, akawa ha, akawa anatafuta njia za kujiridhisha yeye mwenyewe. Ikatokea siku ameingia mtandaoni, na bahati mbaya akakutana na na watu ambao wanaelimisha hivyo vitu. Kwa hiyo akaanza kuingia kwenye hiyo tabia. Sasa toka kipindi hicho cha miezi mitatu alivyokuwa akifanya hiyo tabia, mume wake alivyorudi mpaka leo, hajawahi kabisa kusikia iradha yoyote, kwa sababu ameshazoea kujistimulate sana, yani hajawahi kusikia ile radha tena ya tendo la ndoa. Kwa hiyo anatafuta msaada. Anahangaika, yani ipo tu kama gogo, basi anafanya ili kwa ajili ya mama yake lakini yeye ka, yani hawezi kabisa uh, kupata zile hisia. Inakuwa ni mbaya sana. Na kesi nyingine niliipata nikiwa nikiwa nikiwa bado chuo, alikuwa ni issue ya mwanafunzi ambaye nilibahatika kukutana naye katika, katika mazingira ya mikutano ambaye yeye aliingia kwenye hii swala la usagaji. Bado mwanafunzi wa sekondari advance kwa sababu katika mazingira yao ya shule walikuwa wali walibahatika aliingia kwenye kikundi fulani cha wadada ambao walikuwa wanafanya hiyo michezo ya kujichua. Kwa hiyo baada ya kutoka kutoka shule akawa yani hawezi kabisa yani, hajisikii hatamani kuwa na mwanaume kabisa. Yeye anatamani tu kuwa na wadada wenzake. Kwa hiyo akawa ameingia kwenye hiyo tabia ya usagaji. Kwa hiyo nikawa najaribu kuona kwamba inawezekana. Toka tunapambana na mambo ya maadili, uh, mambo ya mapenzi ya jinsia moja, lakini ukuta vitu vimeanzia huku kwenye vitu vya utani utani. E, kwa sababu yani mtu anajaribu ku train kulazimisha ufanye kitu katika namna ambayo sio ya asili, yani ulitakiwa mwanaume ndio akusaidia kufanya hiyo kazi, lakini wewe unajifanya mwenyewe, unaweka mavitu huko, unajistimulate au unafanya pamoja na mwanamke wenzako. Yani unajiharibu akili yako, unaharibu mfumo wa, ni kama unautrain upya mfumo wa neva za fahamu, ujenge threshold kubwa sana ya msimko, ujenge mahusiano. Unajua, unajua kitu ambacho kina kina, kina, kina, kina fanywa, kikihusianishwa na neva au kikihusianishwa na kumbukumbu na mambo ya dopamine, yani kinakuwa tayari umekitengenezea channel ya kupenda zaidi. Kwa hiyo ni kama vile kuwa na mwanamke mwingine au kuwa na kitu kingine kinaleta furaha zaidi kwako kuliko kuwa na mwanaume eh. Kwa hiyo maanake umejitengenezea mazingira fani ambayo ni very complex, na vyote vinaanzia huku chini. Kwa hiyo ukisikia mtu ambaye anashadadia na kupiga kampeni kwamba watu wajichue na nini, ni swali kubwa, ana lengo lingine nyuma yake na huenda ni mbinu za Ibilisi kuweza kuharibu maadili ya akina mama akina dada. Kwa hiyo chonde chonde, katika hizi third days challenge za Nofab, fanya hii maana wewe ushiriki. E, uzuri ni kwamba ukishaanza kuacha, ukiacha taratibu taratibu, mwili unaanza kurudisha zile threshold zake katika sehemu yake kulingana na kiwango ambacho umeathirika, inaweza ikachukua muda zaidi au ikachukua muda mfupi, lakini kiuhalisia ni kwamba kadi unavyoacha muda unavyoenda tayari unaanza kurudi kwenye hali yake taratibu taratibu. Kwa hiyo uweke sana akilini hii na uchukulie very very serious na wafundishe wengine. Ndo maana nimeamua kushare hizi challenge eh, katika sehemu ya wazi kwa sababu najua wengine wanaweza usiwe na confidence ya kunifuata lakini ukisikiliza hii naweza ikakusaidia, na ukashia pia na mwingine ikamsaidia. Na kama ukitaka kupata mwongozo wa kitabu ambacho nimeeleza uh, kitabu kipo kama hiki hapa, lakini chenyewe ni soft copy ambacho kimeeleza uh, jinsi ya kuacha na jinsi ya kujitibu uh, madhara ya masturbation ukiwa nyumbani kwa kutumia mazoezi na lishe, unaweza kupata alafu nikakutumia. Unaweza ukacheki namba yangu ya simu hiyo, nikakutumia kwenye WhatsApp yako. Hadi kesho, tuonane kesho. Take care.